Chifu, chifu, chifu csia si, kwake niangalie maneno anaosema ah. Okay. Ni kweli ndugu yako, mara moja, nikae tuko na kiti, nikae tuko na kiti, nikae tustakivi Ui, kwa ati funga gari. <laughs> Sio kama ya mangungu hiyo. Yeah. Eh, sio kama ya mangungu, hebu iwashe tena, iwashe tena. Lakini ngoja ngoja, isiwe bilioni mia nane kweli nakaa gari ya milioni mia nane navua viatu, navua viatu chifu, hizi milioni 800 umekupiga. jo chifu, njoo nikwambie kitu. Wewe ndugu yangu Ngoja, nikwambie kitu, hizi gari milioni coda mia nane umenunuaje bi? Listen, nisikilize, wamekupiga nisikilize, ujuaji, alafu nii, ni tajiri anapigwa, mnakaa mnaangalia. Hii umepigwa, sio milioni mia. Hii gari sio bi

Kweli hii ikishatumika huko Marekani, wanavyosema ikitumika, ndio wanauza bei zao hizo milioni 800. Alafu kingine, hii gari ndio gari ambayo imetumika kwenye Fast and Furious, kwenye movie Fast and Furious ndio imetumika hiyo, moja kwa moja imekuja Tanzania, mnaangalia basi, basi, basi. Basi. Una mpinzani, una... Nakubali. Nakubali. Una ah, una Basi. Una mpinzani una mpinzani, ila gari ukiwasha tu litatamba kama una uchumi mdogo wa maisha, cc elfu tano hii. cc elfu tano yani kama una uhakika mdogo wa maisha, mafuta dear, hii hali inakunywa ii inakunywa inashinda sheli. Bas! Bas! Hii gari inashinda yanin ukiwa umenua hii gari, kama una mbelie ni budget ya wizara. Sikia! Sikia! Lita sita hizo zimeondoka kama

Milioni moja nukta tano huyo hapa sio, milioni mia nane, milioni mia nane ni yuzdi, sio yuzdi. Mzigo huu hapa, sikia, yuzdi haivi hivo yuzdi, kuna mlio fulani wa kama wamluzi Alafu sasa mada, kuna, kuna namna madawari wanashindwa kuambia vizuri hao vijana. Madawari wanasema gari kule bei rahisi ilete hapa ulipe ushuru ilete lipa ushuru ipakinze ile gari bei rahisi sawa, kule Marekani unaponunua ilete hapa ulipe ushuru na, siyo, yani, na maintenance ya gari vifaa vyake mafuta, unaelewa maana hii, najielewa kweli. Ndugu wangu umevuka. Ndugu wangu umevuka. Umevuka chifu, umevuka baba. Mungu akutunze wewe ni hazina ya nchi. Inakuaje ile ambapo unakuwa unaongea na mtu alafu baadaye unamzaba kibao. Jaribu kwa udogo. Yaani unatumiaje ile unapomkuta? Ah, naambia tu kwa wewe mdogo wangu uko vizuri, uko vizuri, uko vizuri <laughs>